Az azi nashukuru Mungu alieniokoa siku moja niikutabsah <laughs> mimi likuwa mchana kama hii, siwezi cheza, nichezanga usiku tu. Ukinipelevo kwa ila usiku niwezi, lakini ukitoga mchana siwezi siwezi lakini mchana nipatie nachukua kama yote amen. Aliyekuwa mwizi, wazazi wanalala, lakini naiba maindi kwa store, napeleka kwa jirani, jirani naye naika. Suku moja nikakutana na ibada kama hii, waubila wanafundisha, wanafundisha, nikasema sini mimi, sini mimi, aliyekuwa amekataa kuokoka, nasema kuokoka ni wenye wamezeeka. Nashukuru Mungu si wada hai kwa sababu hangeona mimi hai wakati huo, si kuwa hivi tanginevikakaka kaburi. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Mimi maisha ya da daktari masikini. Bwana asifiwe, ni daktari lakini masikini. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, ni daktari lakini mfagara. Bwana asifiwe, daktari a sikati moja. Bwana asifiwe.

Mimi naona hawa ni Mungu sio, si wahubiri ni Mungu wangu. Bwana asifiwe. Kama si hawa, singeweza, nilikimbia hawa, wakanifundisha wakanitoa kwa maisha ya maskini, wakanifanya ba. Saa hii na ng'ombe nakamua na kuna chai ya maziwa sikunywi kuna chai iko na maziwa iko na sukari iko na majani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Saa hii hata mimi naye nalala kwa mattress kama wengine. Bwana asifiwe. Saa hii hata mimi naye nabadilisha nguo kama wengine. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini hivyo hivyo natembea. Bwana asifiwe. Nilipitia maisha ya masikini ya chini kabisa. Nyumba siku kuwa naye. Shamba siku kuwa naye. Nilirenti nyumba, renti shamba kwa mwaka thelathini bila kukutana shamba yangu. Sasa hivi Mungu wa huruma amenipea shamba, amenipea nyumba, nalala kwa nyumba, sirenti tena.